Picha za kwanza za aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua zilionyesha mtu ambaye hakuwa amefikia viwango vya mjini, kula sahani moja na wafalme au wakuu wa nchi na wala kutangamana nao. Kwa wengi, Rigathi alikuwa ni mshamba ambaye alipanda ngazi ya siasa za taifa la Kenya kimakosa. Hakustahili kuchaguliwa popote, kwani alikuwa mshamba, alivaa kama mshamba, na hata kunena kama mshamba Sura zake zilikuwa za mshamba ambaye hakustahili kufika mjini. Wahenga waliponena kuwa jogoo wa shamba hawiki mjini, walikuwa wanamlenga mtu kama yeye. Wakati mwingine, aliamka alfajiri mapema kwenda mlimani kuomba, kitu kilichochukuliwa kama matambiko ya kitamaduni. I came to this aliingia ofisini usiku kukiwa na giza kama njia yake ya kuonyesha anatenda kazi, ila baada ya kuwavutia watu alionekana kuwa kinyume na utaratibu wa utumishi wa umma. Na wakati Rais William Ruto alipomtema kama naibu rais, nia ya hatua hiyo ilikuwa ni kumzamisha na kumzika katika kaburi la sahau la siasa. Kuna wengine tuliwapatia kazi because of incompetence, kwa sababu haelei chochote, kwa sababu ni watu wa wizi watu ambao ni matapeli, watu ambao ni wafisadi, watu ambao wako na chuki, wanagawanya watu. Hiyo biashara yao ilizama na... ukweli ni kuwa Ruto hakumpenda Gachagua, na alimvumilia kama kovubovu. Alipomteua kama mgombea mwenza, alifanya hivyo kwa sababu Gachagua alikuwa na shinikizo, ushawishi wa kifedha, na idadi kubwa ya wapiga kura kutoka mlima Kenya. Gachagua pia alijua kuongea na wananchi kwenye mikutano ya hadhara kama Ruto. Alikuwa miongoni mwa watu walioteseka mikononi mwa Rais Uhuru Kenyatta, kwani alikamatwa na kushtakiwa kutokana na tuhuma za ufisadi na ubadhirifu wa mali ya umma. Ila muda si muda, baada ya kuchaguliwa, uhasama kati yao ambao Ruto alikuwa ameuwekea pazia ulianza kujitokeza, huku ikidaiwa Rigathi aliwagawanya watu matamshi yake kuwa alikuwa msema ukweli hayakuchukuliwa vizuri na yalitumika kummaliza. I am a person Ukweli huo ulimchongea, kwani ulimchonganisha na watu wengi kutoka nyumbani, mlimani, na hata nje ya kwao, na hasa wapinzani wake wengi, hasa kutoka ODM, na muungano wa UDA, Amani na Ford Kenya. Viongozi wakiwemo magavana, maseneta na wabunge walilia kuhusu siasa yake ya kifua, na wakati mwingine madharau. Wengi walianza kumsuta hadi kufikia wakati alipotenguliwa, alikuwa hana wafuasi, si nyumbani, si nje ya mlima, si popote. Alilaumiwa kuwa mwanasiasa ambaye siasa yake ilizungukia masilahi ya mlima Kenya, hasa Wakikuyu, kwani alipofungua mdomo hakuna kingine kilichokuwa kinamtoka isipokuwa masilahi ya mlima. Mimi niseme, rais ulikuwa hapa juzi, mimi ni kwa sababu ni muungwana na niheshimu ofisi yako nikatoa mwelekeo kwa mlima, nikasema usitukanwe na mtu yeyote. Kauli mbiu yake ikawa usiguse mlima bora mlima uheshimiwe. Wapinzani wa kadai alichaguliwa naibu rais wa nchi, ila akaamua kuwa naibu rais wa mlima. Akashutumiwa kubadilisha Kenya kuwa kampuni ya hisa hasa kutokana na vile alivyozungumzia hisa za mlima kwenye serikali. Mambo iko sawa, chakula iko jikoni karibu kuiva. Watoto ni wengi, chakula ni kidogo, iko watoto ya nyumbani iko ajirani iko namna hiyo. Na nyinyi mtulie, chakula ikiiva sisi ndio wenye kupakua na watoto tunawajua kwa sura na kwa msimamo. Hili lilimgonganisha na wengi, na wakati Rais William Ruto alipotaka kumfukuza hakuwa na wakati mgumu, kwani wabunge walifanya hivyo bila shinikizo kubwa. Wapinzani wake wakiwemo wale wa chama cha wana wilbaro UDA, ODM ya Raila Odinga, na Amani ya Musalia Mudavadi walitarajia arudi kijijini kwao na kama jogoo la shamba akawike huko Mjini hakukuwa na nafasi ya mshamba, potelea mbali. Lakini huenda hatua hiyo ilimbadilisha, kwani badala ya kutulia, alibadilika na kuwa mwiba mchungu kwa serikali ya Rais William Ruto. Kila ward tunatafuta vijana sabini wa... ni dhahiri shairi kwa Rais William Ruto kwamba alifanya kosa kubwa zaidi katika maisha yake ya kisiasa alipoamua kumtengua Gachagua kama naibu wake. Mwanzoni wakasema ni wingu linalopita na, na wakampuuza, ila kila kunapokucha akapata nguvu mpya na kuichamba serikali. Gachagua akapanda kwenye dau la Gen Z na kuongea mambo ambayo walikuwa wanayaongea wengi wakamhurumia kutokana na kile kilichoonekana kama ni kuteswa na serikali ya Ruto. Akasema aliondolewa kwa sababu alitetea masilahi ya watu wa mlima Kenya, na muda si muda waliokuwa wamemkataa wakamkumbatia na kuanza kumsikiliza. Serikali ikaanza kuangazia na kuzima matamshi yake ambayo kila siku yalichoma na kukata kama kisumoto kinavyokata siagi. Wabunge wetu tafadhali. Msitumiwa na William Ruto kukosea sisi heshima kama jamii. Kama Ruto anapenda sisi, atuandikie watoto waende jeshi. Rais Ruto akataka kumjibu lakini kadri alivyomjibu ndivyo alivyompatia ujasiri wa kuichamba serikali. Wandani wa serikali wakatuma wahuni kuvuruga mikutano yake ila badala ya kukomesha, akapata umaarufu na watu wakamwonea huruma kutokana na mateso aliyopitia chini ya serikali ya Rais Ruto. Mikutano yake ikavurugwa ila badala ya kurudi nyuma akachukua fursa hiyo na kuisuta serikali. Nimeona huyu Msayesa na huyu Waziri wa Usalama wakiandika oh, hakuna, hatutakubali violence in Kenya. How can you say, Msayesa you cannot accept violence in Kenya. The government as we speak today is perpetrating violence akawafunika wapinzani wake kama vile Musalia Mudavadi na Moses Wetangula, ambao sauti na ushawishi wao kisiasa haukusikika popote. Kila siku ya wiki ikawa kile alichokisema ndicho kilichotawala ajenda ya mazungumzo nchini. Akawapokea wageni katika makazi yake ya Wamnyoro ambayo aliyabandika jina la ikulu ya Wamnyoro. Waliofika kwake walikuwemo wanasiasa wenye ushawishi mkubwa katika makabila yote. Mimi nimeungana na viongozi wengine Martha Karua Eugene Wamalwa Kalonzo Musyoka George Natebea Fred Matiang'i Rigiji mwenyewe na... wakaanzisha vuguvugu la one term ambalo liliongeza kasi upinzani kwa serikali ya Ruto hasa ikizingatiwa kuwa umaarufu wake uliendelea kushuka hadi viwango vya chini na kuchochewa na hali ngumu ya uchumi na mauaji ya vijana wa Gen Z Munasema ni one term. Ataenda one term. Sema one term. Wewe William Ruto. Wewe kasungu. Akaanzisha muungano kati yake na wanasiasa wa kongwe kama vile Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa, aliyekuwa waziri katika serikali ya Ruto, Justin Muturi na Martha Karua na wengineo. Mimi nimeungana na viongozi wengine. Mama Martha Karua, Eugene Wamalwa Kalonzo Musioka, George Natebea, Fred Matiangi. Rigiji mwenyewe akaungana na wanasiasa wanaoibuka kama vile Fred Matiangi, jambo ambalo lilikoroga eneo la Kisii na kuwakosesha usingizi wakuu wa serikali, akiwemo Ruto na naibu wake Profesa Kithure Kindiki Mawaziri ambao Ruto aliwateua kutoka jamii ya Wakikuyu na waliotarajiwa kumnyamazisha wakawa hawana nafasi wala ushawishi wowote wa katika eneo la mlimani, na hakukomea hapo bali alianza kauli mbio nyingine ya cousins, ambayo imekuwa maarufu miongoni mwa wafuasi wa watu kutoka jamii za viongozi walioungana nao. Hizi ni macousins, na mimi nataka kuambia hii watu ya Kasongo. Niliona mkipiga kelele ati mimi nashikana na Kalonzo hata mambo ya familia mtataka kuingilia? mtu akiongea na kasini yake iko makosa? Wewe William Ruto, keep off family matters. Cha ukweli ni kuwa Rigathi alivaa jezi ya upinzani kiasi kuwa yake ndiyo sauti inayosikika kwa sasa, huku wanasiasa wengine na vijana wa Gen Z wakiendelea kumpatia msukumo anaohitaji msukumo huu unapigwa jeki na harakati za vijana wa Gen Z ambao kwa njia zao wameendeleza upinzani dhidi ya serikali. Mashamba yote amechukua pale Davivi na Ivasha, amechukua pale Narok ya wa, wakipsigis naniwatu yao amechukua hii forest anataka kuchukua Kedong, amechukua pale Meru iko hoteli yamejenga, kati ya hiyo kaunti nzima iko barabara tu ya kwenda kwa hii hoteli dio inaendelea mambo yote hakuna kitu. Jana Rais, di kuchukua 5 acres hapo, Forest, ajenge hoteli. Gong anajegewa na ile watu wanajenga stadium ile ya Atlanta, hela isafu hiyo stadium. Saa ile niliongea akapiga simu kwa watu ya KFS akasimamisha kidogo. So wewe rais usijaribu kurudi kwa hiyo msitu, tutakuanika tena, si ndio? <laughs> Eh, hiyo hey, ndio kazi yetu sasa, hiyo ndio kazi yetu, na watu wananipatia maripoti, silali. Hata watu wako ndani ya serikali ndio wananiambia, kwa sababu hata wao wamechoka. Ni vipi Rigathi Gachagua ambaye kabla ya mwaka 2017 hakujulikana alivyoingia siasani Safari ya siasa ya Rigathi Gachagua maarufu kama Rigijii ilianza pale alipokuwa mwanafunzi katika chuo kikuu cha Nairobi. Hapo ndipo alipokutana na rais Daniel Moi akiwa mwenyekiti wa muungano wa wanafunzi wa chuo kikuu kutoka wilaya ya Nyeri. Alipomaliza chuo kikuu, aliajiriwa katika idara ya utawala wa mikoa kama mkuu wa tarafa. Baadaye alihudumu kama msaidizi wa kibinafsi wa Uhuru Kenyatta ambaye wakati huo alikuwa kiongozi wa upinzani, na huenda hapa ndipo alipojifunza siasa, biashara na kukata deal ambazo zilimwezesha kupata utajiri alionao. Alichaguliwa mara ya kwanza mwaka elfu mbili na kumi na saba kama mbunge wa Madhira katika kaunti ya Nyeri kwa tiketi ya chama cha Jubilii. Rigathi ambaye ni mumewe Pasta Dorcas Gachagua ni baba wa watoto wawili na kakake aliyekuwa gavana wa Nyeri, Nderitu Gachagua. Kisha mwaka wa elfu mbili na ishirini na mbili akachaguliwa kama naibu wa rais wa William Ruto kupitia chama cha UDA. Ai Rigathi Gachagua do swear

Uhusiano baina yao ulivurugika kiasi cha Ruto kumfukuza kutoka kwa wadhifa wake. Rigathi amegubikwa na kashfa kadhaa, mojawapo ikiwa ni tuhuma za ufisadi, ambapo tume ya kupambana na ufisadi ilitaka akaunti za benki zifungwe kwa madai alikuwa amefuja zaidi ya shilingi milioni mia mbili pesa za umma. Hata hivyo alitaja hii kama njama ya rais Uhuru Kenyatta kummaliza kisiasa, hasa kwa vile alikuwa hawasikizani. Kesi hiyo ilitupiliwa mbali punde tu baada ya kuchaguliwa kama naibu rais wa William Ruto. you